Zuena, dada wa kazi mwenye umri wa miaka ishirini na mbili, alikuwa jikoni akiandaa chai. Ilikuwa ni asubuhi ya kawaida, hadi aliposikia mlango wa geti ukigongwa. fundi umeme, sauti ilisikika. Alimkuta kijana mrefu mwenye koti la kijani kibichi akijitambulisha kwa jina la Tino. Alitumwa kurekebisha hitilafu ya umeme kwenye chumba cha nyuma, sehemu ambayo Zuena alielekezwa kutoikaribia bila ruhusa. Walifika katika chumba hicho na Tino akaanza kazi. Alipoangalia maeneo ya ukutani, aligundua kabati lililokuwa limeegemezwa kwenye ukuta kwa ajabu. Akalisogeza na kwa mshangao, wakakuta mlango mdogo wa chuma umefungwa kwa kufuli. Tunaweza kuwa tumegundua kitu kisicho cha kawaida hapa, Tino alisema. Zuena aliyekuwa na wasiwasi alimsihi asifungue, lakini udadisi ulimshinda Tino. Alikata kufuli kwa kifaa chake. Mlango ukafunguka na giza lilitanda. Kwa mwanga wa tochi, waliona sanduku la chuma, picha za watu na makaratasi yenye majina ya watu waliopotea. Simu ya Zuena iliita ghafla, sauti nzito isiyojulikana ikasema, tokeni hapo sasa hivi kabla sijawafuata. Mara taa ziliwaka na kuzimika, mlango wa chumba ukajifunga ghafla. Walijaribu kutoka lakini haukufunguka. Baada ya dakika kadhaa, mlango ulifunguka wenyewe. Wakakimbia hadi nje. Siku iliyofuata nyumba hiyo ilikuwa tupu. Mama Vanessa mwenye nyumba hakuonekana tena. Habari za jioni zilionyesha picha yake hi. Alikuwa anatafutwa kwa tuhuma za biashara haramu ya utambulisho, akitumia taarifa za watu waliopotea. Zuena na Tino walihama mji, lakini kumbukumbu kumbu ya kile walichokiona ndani ya chumba cha siri iliwabaki milele.